Shalom, shalom, watakatifu, watu wa Mungu, shalom tena mara nyingine. Leo tunakuja na kipande yetu, leo tunakuja na pati yetu ya uh, pati yetu ya sita, na pati yetu ya sita ya siku ya leo, kipindi chetu cha sita, mm, kipindi chetu cha sita, mada yetu ya leo tutaongelea juu ya Pin juu ya sehemu ya nne ya mtu e, sehemu ya nne kwamba kimvuli ni sehemu ya nguvu, ni sehemu ya nne ya nguvu ya mtu. Kimvuli ni sehemu ya nne ya nguvu ya mtu. Tuliona Jumapili uh, iliyopita au kwenye semina yetu iliyopita, tuliona kwenye semina ya tano Tuliona, uh, uh tuliona mwanadamu, tuliona kwamba mwanadamu ana vipande vitatu, nguvu ya roho, hasa hii roho, nguvu ya roho kimvuli kinatoka wapi? Kimvuli baada ya mtu kufanya zambi, baada tu ya mtu kufanya zambi uh, mtu alijikuta uchi. Wakati mtu alijikuta uchi, mtu alijikuta uchi, hiyo uchi maana yake ni kwa sababu Mungu alimwambia mtu, ukitenda ukila tunda hii au kiugusa utakufa, lakini mtu aligusa na kuila moja kwa moja alijikuta wapi? Kuzimu. Eh, zimu ilikuwepo kwa sababu zimu ilikuwa takataka ya sehemu ya kutupia vitu vya uumbaji, ya sehemu vya kutupia vitu vya uumbaji, ndio wanaita kwenye giza hasa. Mtu alijikuta kuzimu, akajikuta kwenye uchi, kwa sababu Mungu alimwambia mwambia, ukila utakufa. Hiyo ndio ilikuwa sehemu eh, sehemu Mungu aliweka kama sehemu ya kutupia vitu chafu wote wa umbaji.